Ndugu zangu wa Tanzania, sasa tusifikie hatua vijana, tukawa ni sehemu ya kipato cha watu, ikawa ni sehemu ya kipato cha watu, mtu anakuja kwa ajili ya maslahi yake. Hilo jambo ninawasisitiza vijana wa Kitanzania, mjaribu kukaa, mfikirie, sio kila jambo mnakuja watu, kuna watu wengine wana kwenye matukio haya mnawatengenezea kipato kwenye maisha yao na hatima yake, si ndivyo? Wao wanafaidika, sisi tunaendelea kuumia. Lakini pia napenda kuwasisitiza vijana, kuna baadhi ya watu ambao wanatuetea hizo taarifa, ambao wengine wako nje ya nchi wanaenjoi, wanafurahi kila kitu, wao wako nje ya nchi lakini tunayoumia ni sisi, tunashinda njaa tunashinda tuna ndani, tunapata matatizo, wengine wanapigwa, wengine wamekufa. Tujifunze kwenye matukio haya ambayo yayojitokeza. Kama wao wana nia njema, waje wenyewe, tushirikiane, si ndivyo, kwenye kuandamana, sio wanatutanguliza sisi, wakati wao wako nje ya nchi. Na wasihi vijana, hili jambo mliangalie kwa ukubwa, Muache kabisa matukio haya ambayo yanayotaka yanayo kuendelea yaliyofanyika. Sisi kama Watanzania au mimi kama Mtanzania ndio mara ya, ya kwanza kuyaona kitu ambacho kilisababisha kuleta hatari kubwa na kuleta kusababisha watu tukawa tunashinda ndani na tukasababisha watu wakawa wanashinda na njaa, watu biashara zikaharibika. Kitendo hiki mimi kama Mtanzania kilinisikitisha kwa kiwango kikubwa. Ningeomba Watanzania wote tukemee jambo hili, sio jambo ambalo sisi kama Watanzania tumewahi kulizoea, hatujawahi kuliona. Kwa kushirikiana Watanzania wote wenye kuitakia nchi yetu mema tulisemeye kwa kiwango cha hali ya juu ili kuhakikisha tunatengeneza amani kwenye nchi yetu, kila mtu afikie hatua afanye biashara yake, kama ni mkulima afanye ukulima, kama ni mfanyabiashara wa, wa, wa, wa, wa, wa duka afanye biashara yake, yani kila mtu kulingana na sekta yake ambayo ilikuwa ikimtengenezea maisha yake kwenye maisha yote ya, ya kila siku.